Wiki ya Mama Juma ilikamilika haraka. Ilikuwa ni wiki ya baraka. Uwepo wake ulikuwa kama mafuta yaliyotuliza maji yaliyochafuka. Jioni ya kabla hajaondoka aliwaita Juma na Jeni sebuleni kwake. Pili alikuwa ameshaaga na kurudi nyumbani kwake. Nafurahi, Mama Juma alianza, akiwaangalia wote wawili. Nafurahi kuona mnaishi kwa heshima. Juma unafanya kazi nzuri, na wewe Jeni umeanza kung'aa tena. Alimgeukia Juma. Mwanangu, huyu binti amepitia moto. Jeraha lake ni kubwa kuliko unavyoweza kufikiria. Usimpe sababu ya kuogopa tena. Mpe nafasi, mpe heshima, na mpe muda. Moyo wako utakuongoza. Kisha akamgeukia Jeni. Na wewe, Jeni, Juma si Bwana Heri. Mikono ya Juma ni safi. Imejengwa kwa jasho, si kwa damu. Usiogope kumwamini, lakini kabla hujamwamini yeye, jiamini kwanza wewe mwenyewe. Umesimama, sasa tembea. Asubuhi iliyofuata walimsindikiza stendi ya mabasi. Ilikuwa ni kwa heri ya hisia. Jeni alihisi kama anamwaga mama yake mzazi kwa mara ya pili. Alipopanda basi, Mama Juma alishusha kioo na kumshika Jeni mkono kwa mara ya mwisho, usiache kazi. Kazi ndiyo uhuru wako. Maisha gereji yalirudi kwenye utaratibu wake, lakini kitu kilikuwa kimebadilika. Uwepo wa Mama Juma ulikuwa umefanya ile gereji kuwa zaidi ya sehemu ya kazi, ilikuwa inaanza kujisikia kama nyumbani. Juma alikuwa ameanza kubadilika. Hakuwa akimwita Jeni bosi tena, isipokuwa mbele ya mafundi wengine. Mara nyingi jioni alikuwa akija na kikombe cha chai na kuketi naye nje ya ofisi, wakitazama jua likizama nyuma ya milima ya Mbeya. Hawakuzungumza mengi kuhusu yaliyopita, walizungumzia mambo ya sasa. Walikuwa wakijenga urafiki juu ya msingi wa kazi yao. Hata Pili alikuwa rafiki sasa, walikuwa wanakula chakula cha mchana pamoja wakicheka na kubadilishana hadithi za maisha. Jeni bila shaka alikuwa akiruka sehemu kubwa na za kutisha za hadithi yake. Pili alimfundisha Jeni misemo ya Kinyiha na Jeni akamfundisha Pili jinsi ya kupika pilau la nazi. Jeni alikuwa ameanza kupona. Kisha siku moja ya Jumanne, barua ilifika. Haikuwa barua ya kawaida, ilikuwa imetumwa kwa registered mail kutoka Dar es Salaam na ilikuwa imeandikwa kwa mkono mzito na wa kifahari, ikielekezwa kwa B. Jenifa mke wa marehemu Bwana Heri. Barua ilipokelewa na Pili ambaye aliileta ofisini Jeni. Alipoiona damu ilimganda, rangi ilimtoka usoni, mikono yake ilianza kutetemeka kiasi kwamba Pili alidhani atadondoka. Jeni, Pili aliuliza kwa wasiwasi, una shida gani? Huyu marehemu Bwana Heri ndiye? Jeni alishindwa kujibu, alikumbuka maneno ya mzee Kidinga, huwezi kukimbia milele Alikumbuka ndoto yake ya Juma akiwa amefungwa minyororo. Wakati huo huo Juma aliingia ofisini akifuta mikono yake kwenye kitambaa. Aliona hali ya Jeni na ile bahasha, alikunja uso. Kuna nini? Pili alimpa ile bahasha Juma. Juma alisoma anwani, taya zake zilikakamaa. Pili, Juma alisema kwa sauti ya amri, nenda kaangalie lile lori la Mchina, fungua mlango na ufunge tafadhali. Pili alielewa Hili lilikuwa jambo la faragha. Alitoka kimya kimya na kufunga mlango. Juma alimkalisha Jeni kwenye kiti. Mikono ya Jeni ilikuwa baridi kama barafu. tuko pamoja Jeni, Juma alisema kwa upole lakini kwa uthabiti, chochote kiliomo ndani tutakabiliana nacho pamoja. Kwa mikono iliyotetema Jeni alifungua bahasha. Ndani kulikuwa na karatasi nzito yenye nembo ya kampuni ya mawakili maarufu jijini Dar es Salaam. Ilikuwa ni wito Barua ilieleza kwamba kufuatia kupotea kwa kushangaza kwa bwana Heri na kuporomoka kwa jumba lake, bodi ya wakurugenzi ya makampuni yake Heri Group of Companies ilikuwa ikijaribu kunusuru mali za kampuni na walikuwa wamegundua kwamba kulikuwa na madeni makubwa, madeni yaliyokopwa kwa kutumia dhamana ambazo sasa zimepotea. Lakini sehemu mbaya zaidi ilikuwa hii: tumegundua kwamba wewe B. Jenifa kama mke wake halali na ambaye hakuna cheti chako cha kifo kilichopatikana, ulikuwa umesainiwa kama mdhamini wa pili kwenye mikopo kadhaa mikubwa ya kimataifa. Kwa kuwa bwana Heri amepotea na mali zake hazionekani, wadeni sasa wanadai malipo kutoka kwako kama mdhamini aliyebaki. Barua iliendelea kutaja kiasi cha pesa. Kilikuwa kiasi cha kutisha, kiasi ambacho Juma Motors haingeweza kukilipa hata kama ingefanya kazi kwa miaka mia moja, mabilioni ya shilingi. Jeni alihisi kizunguzungu. Madeni? Mdhamini? sikumbuki kusaini. Isipokuwa alikumbuka siku nyingi Bwana Heri alikuwa akimletea makaratasi mengi. Saini hapa mpenzi, alikuwa akisema. Ni karatasi za hospitali ya watoto ninaojenga au ni za kufungua akaunti mpya ya shopping yako. Naye akiwa amepofushwa na mapenzi na pesa alikuwa akisaini bila hata kusoma. Alikuwa hajakimbia laana Alikuwa amesaini mkataba nayo. wanataka nini? Jeni aliuliza, sauti yake ikiwa imekufa. wanataka uende Dar es Salaam, Juma alisoma. kuna kikao cha wadeni wiki ijayo. Usipoenda watachukua hatua za kisheria, watatangaza umefilisika na watachukua kila kitu unachomiliki. Jeni alicheka kicheko kikavu. kila kitu ninachomiliki? Nina dera mbili na sweta la second hand, wanaweza kuchukua. Lakini Juma hakucheka alikuwa akitazama ile barua kwa umakini. Sio wewe tu Jeni, wamesema kila kitu unachomiliki kisheria, mshahara wako unaopata hapa, akaunti yako ya benki niliyokufungulia, vyote ni vyako, na kama wakichimba zaidi, wanaweza kusema gereji hii inahusiana na wewe. Wanaweza kujaribu kuifunga Juma Motors wakidai unanifanyia kazi kuficha mali. Hofu aliyoihisi mbele ya lile joka ilirudi, lakini hii ilikuwa tofauti. Hili halikuwa joka la kichawi, hili lilikuwa joka la kisheria, joka lenye meno ya wanasheria na mikataba. Juma, Jeni alisimama akitetemeka. Nitaondoka, sita sitaruhusu matatizo yangu ya kuharibie wewe. Umenisaidia vya kutosha, nitaenda zangu. Watakapotafuta hawatanikuta. Utaenda wapi Jeni? Juma alisimama na kumkabili. Utakimbia tena? Utaenda kujificha Morogoro kwenye mgahawa mwingine, au utarudi kijijini kwa mzee Kidinga? Barua hii imekupata hapa, watakupata popote. Alishika mabega ya Jeni. Sikiliza, siku ile Morogoro nilikwambia sitaki chuki ya zamani iharibu maisha yangu, na sitaruhusu mawakili wa shetani aliyekufa waharibu maisha niliyojenga. Lakini jatanachukua gereji yako, Jeni alilia. Hawatachukua, Juma alisema kwa uthabiti, kwa sababu hutakwenda Dar es Salaam peke yako. Jeni aliinua macho. Unamaanisha namaanisha nenda kaandaye begi lako hilo la dera mbili. Kesho alfajiri, tunakwenda Dar es Salaam. Tutakwenda kwenye hicho kikao, ukumpiga shetani mwenyewe kisu cha shaba, ili uje kushindwa na mawakili wake. Alifungua mlango wa ofisi. Pili alikuwa amesimama karibu, akijifanya anafuta vumbi kwenye gari. Pili, Juma aliita, badilisha mpango, mimi na Jeni tunaenda Dar es Salaam kwa siku chache. Gereji iko chini yako, hakikisha hakuna fujo. Pili alimtazama Jeni, kisha akamtazama Juma. Aliona ule uthabiti machoni mwa bosi wake, aliona hofu iliyopigana na ujasiri machoni mwa Jeni. Sawa bosi, Pili alisema akitingisha kichwa, nendeni. Kazi itakwenda. Safari ya kurudi Dar es Salaam imeanza, lakini safari hii Jeni harudi kama mfungwa aliyetoroka, anarudi kama mpiganaji. Je, yeye na Juma wataweza kushinda mchezo wa mawakili wenye njaa? Au ndio mwisho wa Juma Motors? Endelea kufuatilia. Safari ya kurudi Dar es Salaam ilikuwa tofauti na safari zote za Jeni. Hakuwa ameketi kwenye gari la kifahari, walipanda basi la Express, wakiketi kwenye siti za kawaida kama watu wengine wote, lakini kwa Jeni ilikuwa ndiyo safari ya heshima kuliko zote. Alikuwa ameketi kando ya Juma, hawakuzungumza mengi Juma alinunua karanga na maji waliposimama Morogoro. Alimgusia begani alipolala na kumweka sawa. Hakuwa Bwana Heri aliyemnunulia almasi, alikuwa Juma aliyempa bega lake. Walifika Ubungo saa kumi na mbili jioni. Vumbi na joto la Dar es Salaam lilimkaribisha Jeni kama kofi. Mji huu ulikuwa kaburi la maisha yake ya zamani. Hatutalala hotelini, Juma alisema. Pili ana mjomba wake hapa Sinza, ameshatupangia chumba kidogo cha wageni. Kesho asubuhi tunakwenda kwenye hiyo ofisi. Walilala chumba kidogo cha guest house ya kawaida. Jeni hakupata usingizi, alisikiliza sauti za jiji alilokuwa amelisahau. Alikuwa akiogopa, lakini alipomtazama Juma aliyelala kwenye mkeka sakafuni, kwa sababu alimwachia Jeni kitanda kizima, hofu yake ilipungua. Hakuwa peke yake. Asubuhi iliyofuata sane kamili, walikuwa wamesimama mbele ya jengo refu la vioo katikati ya jiji. Heri Group bado ilikuwa na jina lake kwenye bango kubwa, ingawa sasa lilionekana kufifia. Walipanda lifti hadi ghorofa ya ishirini. Ofisi ya mawakili ilikuwa ya kifahari. Waliingia kwenye chumba cha mikutano. Upande mmoja walikuwa wamekaa wanaume wanne na mwanamke mmoja, wote wakiwa wamevaa suti nyeusi za gharama. Walionekana kama kunguru wanaosubiri mzoga. Mbele yao kulikuwa na rundo la majalada A, b Jenifa, mmoja wao aliyekuwa mkuu wao, alisema kwa sauti ya dharau, umefika na umeleta mlinzi? Alimtazama Juma kwa dharau, akiona mikono yake migumu ya fundi. Mimi ni Juma Shabani, Juma alisema kwa utulivu, ni mwakilishi wa biashara wa bibi Jenifa. Chochote mnachotaka kumwambia, mtamwambia mbele yangu. Wakili alicheka. Sawa, mwakilishi, hii hapa ndiyo hali halisi kwa saa moja iliyofuata, walitupa namba na vifungu vya sheria, walionyesha nakala za saini za Jeni, walieleza jinsi bwana Heri alivyokuwa amekopa mabilioni kutoka benki za kimataifa akitumia jina la Jeni kama dhamana, na kwa kuwa yeye hayupo na mali zake zimeyeyuka hapo. Walitazamana kwa mshangao, deni sasa lilikuwa la Jeni. Kwa hiyo, wakili mkuu alihitimisha, tunataka malipo ya awali ya dola milioni tano au tutaanza mchakato wa kutaifisha mali zako zote na tumeanza kuchunguza hili gereji analolimiki mwakilishi wako kule Mbeya. Tunaamini unatumia gereji hilo kuficha pesa unazopata. Juma alikakamaa kwa hasira, pesa gani? Anapata mshahara wa laki tatu kwa mwezi, mna akili timamu? Laki tatu au bilioni tatu? Wakili alidakia, sheria ni sheria, Bi Jeni. Una wiki moja ya kwanza kulipa, la sivyo wewe na huyu fundi wako mtaishia gerezani kwa ulagai. Hapo ndipo Jeni alipovunjika. Alijua hata kama alishinda vita ya kiroho, vita ya kidunia ingemwangamiza. Aliweka uso wake mikononi mwake na kuanza kulia. Mnaona, wakili alitabasamu, hana utetezi. Lakini Juma hakukata tamaa. Alimshika Jeni begani. Jeni, nyanyua uso wako. Jeni aliinua uso wake uliojaa machozi. Wakumbushe, Juma alinongona, wakumbushe wewe ni nani wakumbushe ulitoka wapi. Kitu kilibadilika ndani ya Jeni. Alifuta machozi yake, sio kwa woga, bali kwa hasira. Hasira ya mama aliyepoteza watoto sita, hasira ya mwanamke aliyedanganywa na kuingizwa mtegoni. Alimtazama yule wakili mkuu machoni. Mmeniita hapa kunidai pesa, Jeni alianza sauti yake ikitetemeka kwa hasira, si kwa hofu. Mnafikiri mimi ni mjinga, yule yule niliyesaini hizo karatasi? Wakili alikunja uso Bi Jeni, hisia hazitakusaidia. Sizungumzii hisia. Jeni alipiga meza kwa nguvu kidogo, vikombe vya chai viliruka, wote walishtuka. Nazungumzia ukweli. Mnasema Bwana Heri alipotea, mnasema mali zake ziliyeyuka. Mnajua kwa nini ziliyeyuka? Kwa sababu hazikuwa halali. Unamaanisha ukwepaji kodi? mwanamke yule pekee aliuliza. Ukwepaji kodi? Jeni alicheka kicheko kikavu cha kutisha laiti ingekuwa rahisi hivyo. Huyo mwanaume mliyekuwa mnamkopesha pesa alikuwa anatoa watoto wangu wote sita kama kafara ili apate huo utajiri. Chumba kilizizima. Wakili mkuu alijikohoza. Bi Jeni, huu ni upuuzi. Hizi ni hadithi za hadithi. Jeni alisimama. Niliwaona watoto wangu wakifa mmoja baada ya mwingine, na utajiri wake ukiongezeka. Najua nilirudi kufanya nini siku aliyopotea. Nililikata kichwa joka alilokuwa analiabudu, nililiwa lile pepo kwa mikono yangu, na yeye na jumba lake na pesa zake zote za damu vikageuka majivu na kuzama ardhini. Wanasheria walikuwa wamepigwa na bumbuwazi, walimtazama Jeni kama mwehu. Mnaona, Jeni alitabasamu, lakini ilikuwa ni tabasamu la maumivu. Hamniamini, ndivyo nilivyotegemea, lakini nitawaambia kitu kimoja, hizo pesa mnazodai hazipo zilikuwa ni pesa za uchawi, pesa za damu, na mimi kwa kuzima ule uchawi nimezifuta. Aliwasogelea karibu, macho yake yalikuwa yakiwaka moto. Sasa mna chaguo mbili, mnaweza kuendelea na hili dai, mnaweza kujaribu kunifunga mimi na Juma, lakini nawaonya, mtafufua deni ambalo halilipiki, mtafufua laana iliyofungwa kwenye hizo pesa, mtafunga mlango wa gereji la Juma Motors, lakini mtafungua mlango wa kaburi la Bwana Heri na vitu vilivyokuwa vikimdai yeye vitaanza kuwadai nyinyi. Alisimama, alichukua kikombe cha maji na kunywa taratibu, au aliendelea. Sasa, kwa sauti ya utulivu wa kutisha, naweza kufuta hili deni, naweza kuliandika kama hasara, na nawahakikishia, ndicho kilicho hasara ya kuingia mkataba na shetani. Futilieni mbali, sahau jina langu, sahau jina la Juma, na nendeni mkatoe sadaka kanisani au msikitini mkishukuru kwamba mmenisikiliza mimi niliyefunga ule mlango wa kuzimu. Aliketi chini. Juma alikuwa kando yake akimtazama kwa mshangao na heshima kubwa. Wanasheria walitazamana. Walikuwa watu wa vitabu na sheria, walikuwa watu wa mantiki, lakini pia walikuwa Watanzania. Walijua kuhusu mambo. Na kupotea kwa Bwana Heri na jumba zima la Masaki kuyeyuka ilikuwa ni habari iliyopita kimya kimya, watu wakiogopa hata kuizungumzia. Hawakujua Jeni alikuwa anasema ukweli, lakini hofu katika macho yake ilikuwa ya kweli, na hakuna hata mmoja wao aliyetaka kuwa sehemu ya laana. Wakili mkuu alishusha miwani yake, alimtazama Jeni. Huyu hakuwa yule mke mjinga wa kwenye picha za faili, huyu alikuwa mwanamke aliyepitia moto. Nadhani, alisema polepole pole, akifunga jalada lake, kutokana na mazingira yasiyoelezeka ya kutoweka kwa Bwana Heri na kutokuwepo kabisa kwa mali zozote za kutaifisha itakuwa ni busara kwa wadai kuangalia hili kama deni la hasara, bad debt. Aliandika kitu kwenye karatasi na kumsukumia Jeni. Hii ni hati ya kuachilia madai yote, saini hapa kwamba nawe hutawahi kudai chochote kutoka Heri Group Estate. Kwa furaha, Jeni alinongona kwa mkono uliotulia. Sasa Jeni alichukua kalamu ya dhahabu ya yule wakili na kusaini jina lake, sio kama mdhamini wa Shetani bali kama mwanamke huru. Walitoka kwenye lile jengo refu wakiwa wameshikana mikono. Jua la Dar es Salaam halikuwa tena la moto mkali, lilionekana kama la matumaini. Hawakusema neno mpaka walipofika stendi ya mabasi ya kuelekea Mbeya. Tumefunga safari, Juma alisema, akimpa Jeni tiketi yake. Tumefunga safari, Jeni alikubali akitabasamu. Waliporudi Mbeya, Pili aliwapokea kwa shangwe, mafundi walipiga honi za magari. Juma Motors ilikuwa salama. Miezi sita baadaye. Ni jioni, jua linazama nyuma ya milima ya Mbeya likipaka rangi ya dhahabu kwenye yadi ya gereji. Sauti za mafundi zimepungua. Jeni, ambaye sasa ni msimamizi mkuu wa ofisi na Pili amefungua tawi jipya la guest house mjini, anafunga hesabu za siku. Mlango unafunguliwa na Juma anaingia, mikono yake bado ina grisi, lakini uso wake umejaa amani. Anabeba vikombe viwili vya chai ya tangawizi. Hesabu zinasemaje leo? anauliza akimpa Jeni kikombe chake. Zinasema tumepata faida, Jeni anajibu akipokea kile kikombe na kuhisi joto lake. Na lile lori la mchina limelipiwa lote. Habari njema, Juma anasema. Anakaa kwenye kiti kilicho karibu na Jeni. Wanatazama jua likizama kupitia dirisha la ofisi. Jeni, Juma anasema baada ya kimya kirefu. Naam, Juma. Mama aliniambia nisikimbilie mapenzi Alisema tujenge uaminifu kwanza. Alikuwa sahihi, Jeni anajibu kwa upole. Nadhani, Juma anasema akigeuka kumtazama. Anaweka kikombe chake chini na kumshika mkono Jeni. Mkono ule sasa una alama za wino wa kalamu na kazi, si za almasi. Nadhani tumejenga uaminifu wa kutosha. Tumejenga zaidi ya gereji, tumejenga maisha. Jeni anamtazama, macho yake hayana tena hofu ya joka, hayana tena tamaa ya pesa, yamejaa upendo Upendo wa kweli uliopikwa kwenye moto, uliopozwa na muda na kuunganishwa na uaminifu. Ndiyo, Juma anasema, tumejenga maisha. Juma anamsogeza karibu na kumkumbatia. Harufu ya oil na chai ya tangawizi ilichanganyika. Jeni alifumba macho, akiegemeza kichwa chake kwenye kifua kigumu cha Juma. Alikuwa amepoteza utajiri, alikuwa amepoteza watoto, lakini mwishowe, baada ya safari ndefu na chungu, alikuwa amejipata. Na alikuwa amepata nyumbani.